Unawasisitiza watu wale proteini za kutosha watu nadyoku, wanimoku, kwa watu wanakuja wana joke eh wana moko wanasema, hayo mayai unaokula kwa mfano ni mayai kumi, nasema mayai kumi na unaokula utapata koreso au utaharibu figo, kwa sababu ya proteini. Same same kitu ambacho wanakuuzia kwanza hofu, alafu baadaye wanakuja kuuzia solution, hii proteini ambayo usipokula leo, wameleta kidonge kinaitwa IU1, okay, na kuja kuongeza umri mpaka miaka 250 kwa atakayekitumia, kuongeza ubora wa proteini kwenye seli zako. Okay? Same same, ukienda hospitali, wanakuambia usile mayai yanaharibu figo. Unagundua na upungufu wa proteini, sindano moja ya proteini ni milioni moja. Sawa? Kila siku. Wamekuambia usile proteini hii, wamekuambia kuna proteini bao unaweza ukala, wamekuambia kuna hivi vidonge vya proteini za kumeza, lakini proteini halisi utakii kula. So utagundua kuwa wanakuuzia fia, then baadaye ukipata uoga usile mayai na koresio na proteini mbaya taharibu figo, taharibu nyekundu zinaharibu na, na vitu kama hivyo proteini mbaya ni kila kitu, baadaye kuletea solution. Kinachofanya watu wazeeke ni upungufu wa proteini. Sawa? Uh, upungufu wa protini na magonjwa hasa yale magonjwa ya uzee ni upungufu wa protini. Seli zako zikiwa zina protini ya kutosha, ndio hayo magonjwa yanakuja, uzee unaanza kuja, misuli inashuka, ngozi yako inaanza kusinyaa. Ndio maana wale watu wanao upungua sana kwa kufanya cardio sana, kutumia Ozempic au Mounjaro, ngozi zao zinashuka, kwa sababu wamepoteza kwanza misuli. Vile vitu tunavyotumia vinaenda kumaliza kwanza tissue. Tissue gani ambayo inaenda kuondoka pale? Misuli, tissue namba moja kubwa zaidi kwenye mwili wako. Upungufu wa protini kwenye mwili unaitwa proteostasis Nikifanya cha kawaida sana baada ya umri unazidi kwenda wa kina nani kinatokea. Lakini wanasema kina busti, putrostam, okay, ubolefu, I mean kuongezeka au kuboleka kwa protini ndani ya seli zako, okay, kuzuia uzee na kuzuia magonjwa namba mbili, ku improve autophagy. Unajua autophagy ni nini? Autophagy inakuja mwili wako natural ukianza kufunga masaa thelathini na sita kwenda mbele. Unaelewa hizo na kukuambia, usifunge inaharibu moyo, kufunga si kunasababisha kansa, kufunga kunasababisha vidonda vya tumbo, unatokiwa kula mara kwa mara ya yeah. This is a project. Unataka kuzish kidonge hichi ambacho kinabusa utofaji na utofaji unaweza kuipata bure kwa kufunga masaa sina sita kwenda mbele, understood. Utofaji ni kitendo cha seli zako kuanza mitochondria kuwa na nguvu, kuanza kuharibu haribu seli mbaya za kansa, seli matakataka yote ambayo kwenye seli zako na kufanya mwili wako uclean uwe safi. Okay, wengi tunaumwa kwa sababu ya inflammation, wengi tunaumwa magonjwa ya ajabu ajabu kwa sababu hatuna mitochondria zenye nguvu kwenye seli zetu. Kila seli yako ina mitochondria hiyo. Mitochondria ndio powerhouse ya seli zako hizo. Kwa hiyo mitochondria ikiwa down, ikiwa low, kwa sababu ufunge mara kwa mara, sema utapata magonjwa ovyo ovyo, utakuwa unajisikia ovyo, fatigue brain fog muda. Sababu namba moja ufunge, namba mbili protini. Wakati utakumbuka anakuambia kufunga ni mbaya, anakuambia protini ni mbaya na usikubali kuuziwa uoga, wanakuambia vita down, usikubali kuambiwa uoga, anakuambia kwa sababu mtaalamu fulani kasema hivi. Use common sense, hawana nia nzuri na wewe, wapo kwa hapo kwa ajili ya kufanya biashara. Hii protini ni muhimu sana kwa ajili ya mwili wako, kwa ajili ya misuli yako, kwa ajili ya mafuta, kwa kwa ajili ya ubongo, kwa ajili ya kila kitu. So enjoy nyama nyekundu, enjoy mayai ya kutosha.